Kuna wizi mkubwa unaendelea, na nahisi ndio maana mkutaka kuweka uzio kama huo wakati wa ujenzi, na wizi huo upo kwenye upande wa mafuta na vifaa vingine vyote, na wale wanaoonekana ni wazalendo mnawapandikiza majina ya kipumbavu. Ndugu zangu, huu mradi ni wa Watanzania, sio mradi wa Mchina. Mesikia eh? Sio mradi wa Mchina. Chochote mnachokifanya hapa, mnajihujumu ninyi wenyewe. Chochote mnachokifanya hapa cha ubadhirifu, mnajihujumu ninyi wenyewe. Tujiadhari, tujiepushe na mambo ya udokozi kwenye miradi ya serikali. Kwa sababu haya mnayoyafanya ungemkuta mtu anafanya kwenye mradi wako binafsi nyumbani kwako unachukua chochote unamwadhibu. Lakini kwa kuwa ni mradi wa serikali unaona huu haukuhusu. Kila kesi inakuwa na mazingira yake, lakini most of the time tumekuwa tukipata on, tukitoa onyo kwanza kwa mfanyakazi husika kama kumekuwa kumeonekana aidha hapa perform vizuri au kuna madhaifu fulani yuko nayo, tunamuita tunakaa naye, tunampatia oral warning. Lakini baada ya hapo kama akirudia tena tunampatia warning letter, na akiendelea ku, kuendelea kuto kubadilika, basi tunafuata procedure za termination. Wapo wengi, sio tu mmoja, ni wengi. Mpaka sasa unajua, kwa mfano kama incidents ambao wameongelea mkuu wa wilaya ni watu wawili waligombana kazini, na kwa kulingana na code of conduct ya kazi amini ya kampuni yetu ni, tuna, tuna ita ni summary dismissal. Mtu anapokuwa amegombana kazini, hiyo ni kosa ambalo lina amount yeye kufukuzwa kazi palepale pale. Tunafanya disciplinary committee, tunaongea nao then tunaandika termination. Kuhusiana na jukumu la usalama kwenye huu mradi, hilo ni takwa la kimkataba ambalo mkandarasi anatakiwa kuhakikisha kwamba kambi na, na eneo la kufanyia kazi inakuwa salama masaa yote. Tume tumeshampa maelekezo na kumwandikia barua kwa ajili ya kuweka fence, na ni kweli ukiangalia kuna sehemu ameweka fence na kutokana na, changa, na eneo jinsi lilivyo anasema kuzungushia kambi yote yani eneo la kufanya kazi la airport ni, ni vigumu, lakini alikuwa na tayari mpaka sasa hivi matilo kwa ajili ya fence zimeshafika. Tuseme mpaka sasa ya hivi asilimia themanini ya eneo lake la kazi amewekea tumewekea fence ni sehemu ndogo tu, ndio ndio imebaki ambayo haja hajamaliza.